Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hizi kumi za maombi, siku ambazo zimekuwa uh, na chachu ya kunyenyekea msalaba wa Yesu Kristo na tumemkaribia Yesu Kristo kwa njia ya pekee sana kwa maombi kama kanisa zima. Wale wote ambao wamekuwa wakihudhuria katika vipindi hivi wamebarikiwa sana toka mwanzo tulipoanza ile siku ya tarehe saba na leo sasa tunafikia tamati ya siku hizi kumi za maombi, kwa kweli tumebarikiwa sana na tumemwona Mungu akitenda kazi katika maisha yetu ya kila siku, kwa kadi ambavyo tumekuwa tukiendelea kuja hapa kwa ibada. Na katika kipindi hiki tumekuwa na pasta Ngalesoni, ambaye ni pastor wa mtaa, ambaye amekuwa akitoa masomo kwa njia ya pekee sana. Mtindo aliyoutumia si wa kawaida, kwa sababu tumeona kwamba kila mshiriki ameweza kushiriki kwa namna ya pekee. Na tulikuwa na muda mzuri katika, katika kipindi hiki cha kila mmoja aa, kuomba na kusema kitu ambacho aa, kina msibu katika moyo wake kwa muda mrefu mbele za Mungu na Mungu ameonekana katika maisha yetu. Komponenti nyingine ambayo tumeiona hapa ni kwa namna jinsi ya kuwategemeza wengine ambao kwa kweli wamesahulika. Ndugu zetu katika Kristo waliosahulika. Tumeona vikundi mbalimbali mbali, vya washiriki ambavyo vilikuwa vimeundwa kwa ajili ya zoezi hili la siku hizi za, ma za maombi. Washiriki wamekaa pamoja, lakini pia wakachukua nafasi ya kuihudumia jamii. Kuna watu ambao wamesahulika katika jamii, kwa hivyo nao pia wamepata mwonjo wa ibada ya kweli ya Mungu aliye juu. Kwa hiyo kwa njia hii, kwa kweli tunafurahi kama kanisa la Mbezi Luis kwa ujumla, na tunapoanza sasa mwaka huu mpya katika hii program, na ikiwa sehemu ya hii programu ya kwamba tutakumbuka kwa namna ya pekee, kama, kama moto sasa umewaka, ili kusonga mbele na Injili. Tutahubiri Injili kwa kadri iwezekanavyo bila woga, kwa ndugu jamaa na marafiki na, na, na, na, na, na, na, na, na ndugu wengine ambao watakuwa pamoja nasi katika mazingira mbalimbali, na tutakwenda huko kuwapelekea neno la Mungu na kuwajulia hali kwa, kwa, ya jinsi ambavyo wanaweza kushuhudia ukweli kwa mataifa wengine, nao pia washe moto kwa sehemu kadhaa wa kadhaa. Kwa hivyo tunafurahi sana kwa ajili ya programu hii ya maombi ya siku kumi. Ni ombe tu ya kwamba washiriki wenzangu ambao huenda hawakuweza kufika katika vipindi hivi wakumbuke ya kwamba Mungu hajatuacha, Mungu yuko pamoja nasi na tuzidi kumwomba Mungu azidi kutubariki katika hatua mbalimbali mbali za maisha yetu haya na mwaka huu mzima sasa unapoendelea, tuzidi kubarikiwa katika nyanja mbalimbali za maisha, na kitu kikubwa hasa ni matoleo. Ibada haiendi bila matoleo, wapendwa, kwa sababu bila matoleo uh, ibada haijakamilika. Matoleo yetu yanatuunganisha na madhabahu ya Mungu, madhabahu ambayo Mungu wetu ndipo anapohimidiwa uh, na kuabudiwa kwa namna ya pekee. Mungu awabariki, Mungu awatunze, Mungu atuimarishe katika safari hii, amina. Ninaitwa Safinesi Chedi Elisa Samiji, ni mratibu wa watoto katika kanisa letu la Mbezi Luis SDA Church. Katika siku hizi kumi za maombi tumejifunza kuhusu Roho Mtakatifu. Watoto wetu wamejifunza jinsi Roho Mtakatifu anavyotenda kazi katika maisha yao. Watoto wetu pia wamejifunza jinsi ya kuomba kwa imani. Watoto wetu pia wakaelekezwa kwamba kuna kitu kiko ndani katika maisha yao, kwa sababu kimewekwa na Mungu tangu akiwa katika matumbo ya, wa ya mama zao, na hicho kitu kitajidhihirisha tu katika maisha yao endapo watamruhusu Roho Mtakatifu kuwatumia katika maisha ya hapa duniani. Na vile vile tumejifunza jinsi ya kudai ahadi za Yesu kwa kupitia Roho Mtakatifu, hizo ahadi zinakwenda kutimilizwa au kutimika katika maisha ya watoto wetu. Na pia watoto wameaswa kuomba, kupata muda wa kuomba wao wenyewe binafsi. Wanapokutana na changamoto mbalimbali mbali, Wamlilie Mungu kwa sababu bila Mungu maisha ya hapa duniani sio kitu. Hayo ndiyo mambo kadhaa ambayo watoto wetu wamejifunza kwa muda wa siku hizi kumi za maombi. Wazazi, inatakiwa mpate muda wa kuwa na watoto wenu, chocheeni kile ambacho kiko ndani ya maisha ya watoto wenu kwa sababu wamejifunza. Bwana awabariki sana. Mimi kwa majina naitwa Hamashodi Elisante Yonaza, ni mkurugenzi wa idara ya shule ya Sabato, kanisa la Wadusa wa Sabato Mbezi Luis, Dar es Salaam. Vilevile ni mjumbe wa baraza la kanisa. Nilikuwa ninapenda jioni ya leo kutoa shukurani za dhati, kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwa neema yake ametuwezesha kutupatia muda wa siku kumi kuanzia tarehe saba ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 mpaka leo, ni tarehe 16 ya mwezi wa kwanza, mwaka 2026, kwa muda wa siku kumi. Na tunashukuru kwamba tumekuwa na vipindi vizuri, vipindi vya kusali kwa njia ya kuimba nyimbo, kwa njia ya neno na kwa njia ya maombi, na vile vile tumeweza kuwa na ibada nzuri kwa nji, kwa njia ya kufunga na tumekuwa na mchungaji wetu wa mtaa, mchungaji Ngalasoni, kwa kweli ametubariki, na imekuwa ni ibada shirikishi na kazi ya kwamba imekuwa ni ibada shirikishi, na hasa ukizingatia kwamba mimi ni mkurugenzi wa shule ya sabato na shule ya sabato ni shirikishi. Kwa kweli tumeshukuru kwamba kila mtu ameshiriki katika ibada hii, katika vikundi vyetu tulikuwa tunasoma neno la Mungu, tulikuwa tunajadiliana neno la Mungu, tulikuwa tunaomba, kila mtu aliomba, na tulikuwa tumefundishwa. Kitu ambacho mimi kimenifariji sana katika juma hili, hasa katika masomo haya, ni kujua kuomba kwa kutamka ahadi. Hili jambo limenibariki sana, na nilijisikia faraja kubwa, na ahadi mbalimbali ambazo nilizoziomba mbali nimeona zikitimia ndani yangu. Kwa hiyo ninaamini kwamba niwaambie walio wote washiriki wenzangu waumini wenzangu na popote mekuwa mnasikiliza, tujifunze kulisoma neno, na tukilisoma neno tutafute ahadi iko wapi, na ukishapata ahadi iko wapi, hiyo ahadi idai, na ukiidai hiyo ahadi inakuwa ya kwako. Kwa hiyo maombi ya namna hiyo yanajibiwa maana, Mungu wetu ni mwaminifu na kweli, alikoahidi anajibu, na tumefundishwa. Eh, kwa mfano kuna sema tusema kwamba baada ya sema, walipopokea Roho Mtakatifu anasema wakalihubiri neno kwa ujasiri. Sasa hapo kuna ahadi, ni kupokea Roho Mtakatifu. Ukishampokea hofu inaondoka, uoga unaondoka, unahubiri kwa ujasiri, tunasoma. Kwa hiyo tumebarikiwa sana, lakini na kitu kingine ambacho nimemshukuru Mungu ambacho ninasema mwembe anafanya kazi. Tumeanza siku ya kwanza kadi, tulivyoendelea washiriki waliongezeka. Sijawahi kuliona mahubiri ya katikati ya wiki washiriki wengi kama safari hii ambayo ilikuwa ni robo tatu ya kujaza kanisa. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa neema yake kwamba alituwezesha watu wengi kushiriki katika mbaraka huu, lakini vile vile tumeandaa sadaka, sadaka kwa ajili ya wahitaji eh, kwa hiyo vikundi vimeandaa sadaka mbalimbali mbali, na naamini kwamba kesho katika, katika ibada wengi watawasilisha eh, bahasha zao za vikundi kwa ajili ya sadaka wahitaji, lakini vivile tumeandaa sadaka kwa ajili ya vitabu Hey, maana walilisoma neno ili tuweze kuvinunua vitabu vile tukavigawe na watu wakasome neno. Haya yote tumefuata kielelezo cha kanisa lile la awali, ambao baada ya kubatizwa wakapokea Roho Mtakatifu, anasema wakakaa kwa pamoja, wakalijadili neno, wakashirikiana, wakamaga mkate, lakini hapakuwa na ubinafsi, hata mali zao walizigawa. Kwa hiyo juma hili limekuwa kwangu la mbaraka mkubwa. Lakini hata na kwa washiriki wangu nipende kushukuru, mshukuru mchungaji, nilishukuru baraza la kanisa, vile vilevile niweze kushukuru conference yetu, niendelee kuishukuru hata na union division, nishukuru hata makao makuu ya General Conference ambao walioandaa mpango huu naamini na mwaka wa 26. Ninaamini kwamba kazi ya Bwana itatendeka kwa kiasi kikubwa na mojawapo ya viashiria tutaona watu wengi wakiokolewa, tutaona maongezeko ya zaka na sadaka, tutaona ma, eh, maongezeko ya mikutano injili na ifoti. Baada ya kusema machache niseme tunamshukuru Mungu kwa ajili ya zawadi aliyotupatia la siku kumi, na jina la Bwana tunasema libarikiwe maya milele. Asanteni sana na washukuru sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa jina naitwa Hanifa Rajabu ni mshiriki wa Mbezi Luis SDA Church Nish... <laughs> katika kanisa la Mbezi, mimi ni shemasi mkuu wa kike. Katika maombi ya siku kumi, mimi nimejifunza mengi kwa kweli, na nimejifunza mengi afu nimeyafurahia. tumejifunza kukaa vikundi vikundi, lakini pia katika vikundi ambavyo tumekaa tumejifunza ukarimu tumejifunza jinsi roho wa mungu roho mtakatifu anavyotufundisha jinsi ya kuomba hata kama si kwa Adventista tu bali hata kwa madhehebu mengine Ninamshukuru mungu sana kwa sababu tumetumia kitabu sana cha matendo ya mitume na tumejifunza kwamba jinsi yesu alivyokuwa anawafundisha wanafunzi wake jinsi ya kuomba kwa kupitia roho mtakatifu na hili limenifunza mimi hata pembeni ya hapa kokoti nitakapoenda, nakuwa na ujasiri wa kuongea na watu juu ya roho wa Mungu kwa sababu limenikaa, limenifurahisha. Ninachowaomba ndugu zangu wa Adventista, ama sio wa Adventista, naomba kwa neema ya Mungu tujumuike wote tu, tuombe kila wakati na sio mara moja tu, asubuhi, mchana, jioni, muda wote roho wa Mungu anapokaribia. Naomba Mungu mbarikiwe wote. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mwise Julius Chacha, ni mshiriki katika kanisa la Mbezi Luis. Ah, katika kanisa letu tulikuwa na juma la maombi ambayo juma hili ilifanyika kwa siku kumi. Katika juma hili tujifunza mambo mengi sana, ikiwemo tulijifunza kuomba kwa taki kwa siku tatu, ikiwa ni asubuhi, mchana na jioni. Katika juma hili pia tulijifunza vitu vingi kuombeana, kuombea watu wenye shida, kusaidia. Pia katika juma hili tulijifunza hata kufunga pia. Tulifunga kwa siku kumi bila kula na tulifunga kwa ajili ya maombi. Katika juma hili tulipata vitu vingi sana. Pia tulijifunza kutoa msaada kwa wahitaji. Katika juma hili pia tulijifunza kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Katika juma hili tulijifunza jinsi ya kufanya vile ambavyo Mungu anataka na tulijifunza jinsi Yesu alivyokuwa duniani alivyojifunza kuomba, kuombea wengine na kushukuru na wanafunzi wake. Pia tulijifunza mambo mengi kuhusu Yesu. Tulijifunza mambo mengi jinsi ya kumjua Yesu, jinsi anavyotupenda na jinsi alivyojitoa kwa ajili yetu. Juma hili lilikuwa ni juma lenye mibaraka sana na ni juma ambalo lilikuwa na, na utukufu ndani yake, pia iliongozwa na mfungo ambao hizi uh, tulifunga kwa kumshukuru Mungu kwa maombi uh, wito na kujitoa kikamilifu kwa Yesu. Mungu awabariki sana nakaribishwa katika kanisa letu la Mbezi Luis lilopo Mbezi stendi ya Magufuli. Mungu awabariki sana. Kwa jina anaitwa Elia Julius na sasa katika kanisa la Mbezi Luis na katika wiki hii tumejifunza mambo mengi sana ikiwepo kuomba kwa siku mara tatu, na pia katika wiki hii tumejifunza ya kwamba tunatakiwa kuomba kama Daniel. Daniel alikuwa ajifichi, unatakiwa kuomba sehemu ambayo kila mtu anakuona ili aweze kuona wewe vile unavyompenda Mungu, na pia katika wiki hii tumejifunza mambo mengi sana kuhusu Roho Mtakatifu alivyomwagwa na jinsi kazi, kazi, kazi ya Roho Mtakatifu inavyotetendeka kwetu na katika wiki hii tumejifunza vitu vingi sana ikiwemo na kwamba tunatakiwa kuandaa kwa maswali ambayo tukienda kule mbinguni enda kumuuliza Mungu, na pia maswali yao yote tujibiwe na walimu wetu na kuweza kupata ufahamu mzuri sana na zaidi ya vile ambavyo sisi tunajua. Kwa hiyo katika wiki hii ni wiki nzuri sana na tumefurahia. Mungu awabariki sana, Bwana ni mwema. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa masomo ya juma la maombi katika kanisa la Adventista wa Sabato. Mimi ninaitwa Elvis Ezra Mshadrack, ni miongoni mwa washiriki wa kanisa la Mbezi Luis. Tumebarikiwa na masomo haya ambayo yametunyenyekeza na kuturudisha karibu na Mungu kwa njia ya maombi. Kama miongoni mwa wakuu wa maidara, especially mahusiano ya kidini yamenipa namna ambavyo naweza nikafanya idara yangu ikawa na nguvu na namna ya kumtegemea Mungu katika kuifanya kazi ya Mungu. Lakini pia nimejifunza ni kwa namna gani tunaweza tukamrudia Mungu ijapokuwa tulisonga mbali, lakini pia tumetenda dhambi. Lakini kwa uwezo wa Mungu kupitia Roho Mtakatifu, yeye huwa anatunyenyekesha na kuturudisha katika hali ya toba, na ndipo neema ya Mungu inaendelea kumiminika ndani yetu kikweli. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ni sehemu ya uzoefu wangu mpya pale ambapo nimeona kwa namna gani na nimejifunza ni kwa namna gani tunaweza hata tukajifunza na wale ambao wako mbali tukawafikia wale waliohitaji mahitaji yetu, lakini pia ni kwa namna gani tunaweza tukawafikia wenzetu kwa njia ya vitabu, lakini pia kwa njia ya machapisho. Karibuni sana na tuendelee kujifunza masomo haya hata tukiwa majumbani, kwa wale ambao tumejifunza, ikawe sehemu ya kujifunza katika familia zetu, lakini pia na jamii wanaotuzunguka. Mungu hawabariki sana. Kwa majina, naitwa Egra Kerenge ni mshiriki wa kanisa la Mbezi Luisi. Tumekuwa na juma la maombi ya siku kumi ambalo tumehitimisha leo. Ah, limekuwa ni somo la pekee sana katika mianzo hii ya mwaka mpya wa 2026. Aa, kila mmoja ndani ya kanisa kwa wale waliohudhuria wamebarikiwa sana na binafsi pia nimebarikiwa sana, kwa sababu somo hili lilisisitiza zaidi juu ya kujazwa na Roho Mtakatifu na ni eneo ambalo limekuwa likitawala katika somo la maombi ya siku kumi na kwa ujumla tumebarikiwa watu, tumejifunza namna, namna ambavyo tunaweza tukaombeana, namna ambavyo tunaweza tukaona changamoto aa, za mmoja mmoja na kumuombea au kujiombea wewe mwenyewe pia. Lakini pia tumejifunza namna ya kugusa maisha ya watu wengine. Kwa hiyo limekuwa ni somo la pekee sana aa, katika kanisa la Mbezi na washiriki kwa ujumla na kwa ujumla na sisi kama idara ya huduma za wanawake tumeshiriki kwa asilimia zote, tumekuwa tukishiriki siku kwa siku, na tunaamini kwamba Mungu ametubariki kwamba mioyo yetu ibadilike imgeukie Mungu katika mwaka huu kwa ajili ya kazi ya utume, tuimarishwe katika imani. Tumekuwa na ma, tumepokea mabadiliko makubwa ndani ya mioyo yetu kwa sababu tumeamini kwamba Roho Mtakatifu amejazwa na ataendelea kujazwa ndani ya mioyo yetu, na hivyo tutakuwa na badiliko kubwa la kiroho lakini pia la kimwili. Somo hili alikuishia hapo tu, limetugusa namna ambavyo tunaweza tukagusa pia maisha ya wengine, kusaidia walio wahitaji, kujitoa kwa sadaka, kujitoa katika kazi ya utume, lakini pia aa, kuona kwamba ni namna gani tunaweza tukatembea kwa mwaka huu tukifanya kazi ya utume, ili kuhakikisha kwamba Yesu anaporudi wote tunauona ufalme wa mbinguni. Pamoja na changamoto mbalimbali mbali za maisha, lakini tumetulia kwa Yesu ndani ya siku kumi. Kwa hiyo tumepata nguvu mpya ya kuanza kazi katika mwaka huu wa 2026 20. Hilo ndilo ambalo limekuwa kubwa sana, lakini kilichonifurahisha zaidi ni vile vikosi ambavyo viliundwa, yani muundo wa somo hili jinsi ulivyoenda ulikuwa ni wa peke yake kabisa tangu tuwe na maombi ya kila mwanzo wa mwaka. Safari hii tumekuwa na mfumo mwingine kabisa wa kufanya maombi ambayo mara nyingi tuliomba na kusoma mara nyingi aliomba mtu mmoja mmoja, lakini pia mara nyingi tuliombeana wawili wawili, na mara chache tuliomba kama kikosi kwa pamoja. Kwa hiyo hii, kwa yule ambaye alikuwa pengine hajui amweleze nini Mungu au aombeje, tumetiana nguvu namna ya kuomba, tumetiana nguvu namna ya kuomba peke yako. Lakini haikuishia ya hapo tu, tumepewa na homework. Kila tulipokuwa tukitoka, tulipata homework ya kwenda kufanya nyumbani, kusoma kuomba na kutafakari, ikiwa ni usiku au mchana. Kutwa nzima tulikuwa na kazi ya kufanya, kwa hiyo tulipokuja jioni, tulileta mrejesho kila kundi kwamba ni nini tulichokifanya. Kwa hiyo mimi, mfumo huu ulioendelea katika somo hili umenitia nguvu, umenibadilisha katika mtazamo wa maombi na kusoma neno. Namshukuru sana Mungu kunipa nafasi ya kushiriki katika juma hili la maombi ya mwanzo wa mwaka. Asante sana.